Naenda na kuelekeza namna ya kutengeneza remix, yani kubadilisha biti ya nyimbo. Kwa mfano biti ni sebene kwenda kuwa mapiano. Kwa hiyo maelekezo maeleke eh, unaenda kuanza kwanza na hii e sehemu ya audio hivi ilivyo, inabidi ukopi na kupaste kwenye settings zako. Hii ni Virtual DJ 2024 kwa hiyo inabidi yn yani hapa nimepunguza nime, nime instrument na, na nania na voko ili kutoa ile sauti, afu hapa nimewasha sana beat ili hiyo beat ya huko iamie huku, afu huku ndo nimewasha nime hizo voko na instrument, afu nimezima beat, ngoja ni play kama unavyoona hapo, ngoja ni record hapa aafu na play